Serikali imetakiwa kuwapatia watumishi wa umma kinga ya kikatiba, ikiwa ni pamoja na kuwaundia tume yao itakayokuwa ikifanya kazi za kusimamia ajira, nidhamu kazini na kupanda vyeo ili watumishi hao waweze kufanya kazi zao kwa weledi. Akizungumza kwenye kongamano la wiki ya utumishi wa umma wakati wa kutoa mada ya mgawanyo wa madaraka na nguzo kuu tatu za serikali, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Palamagamba Kabudi anasema, tunapozungumzia utumishi wa umma kwa miaka mingi sana, katika dhana hii ya mgawanyo wa madaraka, tulipokuwa tunazungumzia nguzo ya utawala, watu wengi wamekuwa wanaangalia nguzo ya utawala kama baraza la mawaziri au mawaziri, lakini jinsi dunia ilivyobadilika na kwamba mambo mengi sasa yanafanywa na watumishi wa umma, tunapozungumzia muhimili wa utawala, tunazungumzia pia watumishi wa umma. Na watumishi wa umma wanastahili kupata kinga ya katiba, wanatakiwa watambuliwe na katiba na waundiwe tume yao ya ajira, tume yao ya kuwapandisha vyeo, tume yao ya kuchukua ya, ya, ya, ya, ya, mambo ya kinidhamu, ili wawe na weledi, wawe na uwezo wa kufanya mambo yao kwa uhakika e, bila upendeleo. Profesa Kabudi amesema changamoto kubwa inayowakabili watumishi wa umma ni wanasiasa walio nje na ndani ya serikali kuwatumia watumishi wa umma kisiasa. Moja ya changamoto kubwa tunazozipata sasa katika mfumo wa vyama vingi ni mara nyingi wanasiasa walio ndani ya serikali na walio nje ya serikali kutaka kuwatumia watumishi wa umma e, kisiasa au kuwafanya kwamba na wenyewe ni wanasiasa. Kwa hiyo, changamoto kubwa ni jinsi gani katiba zetu na sheria zetu zitalinda uhuru, mamlaka, weledi e, wa watumishi wa umma, kwa sababu hao ndio peke yao katika mfumo wa serikali hawabadiliki. Viongozi wa kisiasa wanabadilika kila baada ya miaka mitano, lakini utumishi wa umma upo. Kwa hiyo msisitizo wangu leo itakuwa ni lazima tuulinde kikatiba na kisheria utumishi wa umma ili usiingiliwe na mhimili mingine, lakini pia usipewe shinikizo la kisiasa ili uweze kuwahudumia watanzania wote bila upendeleo, bila huba, kwa kuzingatia maadili na kuzingatia weledi. Akifungua kongamano hilo kwenye ukumbi wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam, katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue amesema lazima kuwa na uadilifu kwenye utumishi wa umma, na uadilifu maana yake ina sehemu mbili. Kwanza kuwatumikia wananchi, kutambua kwamba sisi ni watumishi wa umma. Hatuitwi watumishi wa umma kama ni jina tu, kwa kweli tuko hapa, uhalali wetu ni kuwatumikia wananchi, na ukiwatumikia lazima uwatumikie kwa wakati. Kama mwananchi anakuja mbele yako, ana tatizo, unaweza kulitatua siku hiyo, saa hiyo, hakuna sababu ya kusubiri umwambie arudi kesho. Hapana, hilo halikubaliki hata kidogo. Au kwamba unampa huduma lakini lazima naye akupe chochote. Hakuna chochote, tunachopata ni mshahara ambao unatokana na kodi za wananchi. Hatustahili kitu kingine zaidi ya hapo. Wakati kongamano hilo likiendelea katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere, maonyesho ya wiki uma ya utumishi wa umma yalikuwa yakiendelea katika viwanja vya mnazi mmoja jijini hapa. Akizungumza na Mwananchi Digital kuhusu ufugaji wa samaki, mtaalamu wa ufugaji wa viumbe maji kutoka wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi Mashaka Shabani anasema hii ni sekta ambayo inayokuwa kulitegemea, na kwamba samaki kule mitoni, mziwani na hata baharini wameweza kupungua. Hivyo njia pekee iliyobaki ya kuweza kuhakikisha kwamba hii rasilimali tunaendelea kuwa nayo na inazidi kunufaisha watu ni kufuga samaki. Mtu anapotaka kufuga samaki kwa mara ya kwanza kabisa, ile ni kwamba kwanza lazima awe ana eneo ambalo ni la kwake. Pia hilo eneo lihakikisha kwamba lina uhakika wa maji, kwa sababu hawa ni viumbe wanaoishi kwenye maji. Vile vile aweze kuwa na utaalamu au kaujuzi kiasi fulani au ashirikiane na wataalamu ili aweze kuanza kufuga. Peter Edson, Mwananchi Digital.